Habari. Leo nawaletea simulizi za mgonjwa wangu mmoja aliyekuwa anaitwa Lina, mama wa watoto watatu. Alikuwa na umri wa miaka arobaini na tano. Siku moja, baada ya kutoka kwenye sherehe, amekula, amekunywa, amefika nyumbani, amepumzika. Kwa bahati mbaya akaanza kuamshwa na maumivu makali ya tumbo. Alikuwa anapata maumivu kwenye chembe ya moyo yaliyokuwa yanaenda sehemu ya kulia kwa juu, na alikuwa anaenda mpaka kabisa mpaka mgongoni. Maumivu haya alikuwa ni makali kiasi cha kumpelekea kuweza kutapika, kupata kichefuchefu na pia kupandisha homa kidogo. Alitumia dawa za kutuliza maumivu ambazo hazikumsaidia sana. Aliweza pia kutumia dawa za kupunguza asidi, anti asidi, ambazo alikuwa nazo. Alikuwa kizitumia kwa shida ya asidi akifikiri labda ni asidi, uh, vidonda vimekuwa vime vikubwa sana. Aliweza kutumia hizi dawa lakini pia hazikumsaidia. Kwa hiyo sasa, yeye na mume wake akaamua kuchukua gari na kuja hospitalini moja kwa moja usiku huo. Kufika kwenye kitengo cha dharura, tuliweza kumpokea na kumfanyia uchunguzi wa awali ambao ni kuhakikisha kwamba anapumua vizuri, kuhakikisha kwamba mfumo wake wa hewa pia uko vizuri na kuhakikisha kwamba pia uh, mfumo wake pia wa damu wa circulation, pia uko vizuri. Kwa tuliweza kuangalia mapigo yake ya moyo kuangalia uh, kiwango cha oksijeni kwenye uh, kwenye damu iko vipi, lakini pia kuangalia pia presha yake pia iko vipi kwa uh, bahati nzuri vyote vilikuwa vizuri, kasoro tu mapigo yake ya moyo ambayo yalikuwa yapo juu kuashiria kwamba kulikuwa na jambo la ambalo linaendelea mwilini wake, so aidha ni maambukizi au ni inflammation kiujumla tu ambayo ilikuwa inaendelea. So baada ya kumfanyia hivyo Uh, tuliweza pia kumchukua uh, historia fupi ambapo tuliweza kugundua kwamba alikuwa amekula chakula kingi uh, na pia aliweza alikuwa ametumia pombe kadhaa, uh, kwenye hiyo sherehe ambayo alikuwa ameenda kuhudhuria, na tuliweza pia kugundua kwamba mbali na hiyo alikuwa kwenye diet pamoja na mazoezi maalum ya kuweza kupunguza uzito, na aliweza kupunguza uzito mwingi ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo pamoja na diet yeye, alikuwa anatumia pombe mara moja moja sana, lakini akitumia alikuwa anatumia vizuri sana. So vitu vyote hivi tuliweza kuvigundua wakati tunachukua tuna historia yake, lakini sambamba na hilo pia tuliweza kumwangalia na kugundua kwamba alikuwa na maumivu makali sana sehemu ya, ya, ya kulia kwa juu tumboni, ambayo sasa yote hii ilikuwa inaashiria kwamba aidha amepata shida kwenye hasa kwenye uh, mfuko wa nyongo, sistemu ya nyongo au pia kwenye sehemu ya kongosho hasa kulingana na uh, matumizi ya pombe ambayo alikuwa anayatumia. Kwa hiyo baada ya hapo tuliweza kumwekea uh, drip kumpa dawa za maumivu uh, sambamba na hapo kuweza kuchukua damu kwa ajili ya vipimo na kumfanyia pia ultrasound. Kwa vipimo vya damu ambavyo tulivifanya ni pamoja na kuangalia kipimo cha damu kubwa ambao basically hii inatusaidia kuangalia kama kuna maambukizi yoyote yale ambayo yanaendelea kwenye damu, lakini pia inatusaidia kuangalia kiwango cha damu kwenye mwili, lakini pia kuangalia pia kazi ya chembe sahani zinazofanya kazi pia kwenye, kwenye mwili. Na yeye kwa lina vyote vilikuwa vizuri, kasoro tu zile seli zinazohusika na kupinga na maambukizi ya bakteria ambayo zilikuwa juu sana again, zilikuwa zinaashiria kwamba kulikuwa na na maambukizi ya bakteria ambayo yalikuwa yanaendelea hasa kwenye mfumo wote wa nyongo huo. Tuliweza pia kufanya ultrasound, so ultrasound ili haikuonesha mawe yoyote yale kwenye nyongo, lakini ilionyesha kwamba mfuko wa nyongo ulikuwa umetanuka, ukuta wake pia ulikuwa ni mpana kidogo, lakini pia ile mirija inayotoa wa nyongo kupeleka kwenye utumbo mdogo ilikuwa imetanuka pia, na pili mirija ambayo ilikuwa inatoa maji kutoka kwenye kongosho yenyewe pia mirija hiyo ilikuwa imetanuka pia kwa kiwango kikubwa sana. kwa tuliweza pia kufanya vipimo vingine vya damu ambavyo ni pamoja na amylase na lipase ambavyo vinasaidia kuangalia kama kuna shida kwenye nyongo, na vipimo hivi vilikuja vikiwa juu sana. Tuliweza pia kufanya kipimo cha kuangalia kama ini limepata shida na kwa bahati nzuri vipimo hivi vilikuwa vizuri. Kwa hiyo vipimo vyote hivi ultrasound, uh, kuonyesha kwamba mmiriji ya nyongo ipo, ipo imetanuka uh, vipimo vya amylase kuanganisha kwamba kuna shida kwenye, nyong, kwenye kongosho. Vipimo hivi viliweza kutu, kutupa picha kwamba kulikuwa na maambukizi ya bakteria ambayo yanaendelea kwenye mfuko wa nyongo lakini pia um, ya shida hiyo, matatizo haya pia aliweza pia kusababisha shida kwenye kongosho pia. Kwa hiyo uh, vitu vyote hivi tukavichukua na ili kuweza kumpa uh, mteja wetu matibabu ambayo ni thabiti zaidi. Uh, nyongo ni majimaji ya kijani ambayo huzalishwa na ini. Sio uchafu uh, sio sumu wala sio damu. So um, nyongo huwa inatengenezwa na vitu kama vitatu vinne. Kuna chumvichumvi za nyongo ambazo ni bile salts, kuna cholesterol, kuna bilirubin ambayo hiyo ni pigment ya manjano, lakini pia kwa kiasi kikubwa ni maji pamoja na chembe chembe zingine ambazo zina Uh, zinaweka composition ndogo sana kwenye nyongo. So mainly nyongo inakuwaga na vitu hivi vinne. Inazalishwa kwenye nyongo, inazalishwa kwenye ini. Ikitoka kwenye ini inaingia kwenye mfuko wa nyongo ambako inahifadhiwa kwa muda. Mtu unapokula chakula, hasa chakula ambacho kina mafuta, nyongo hutolewa kwenye mfuko wa nyongo, inapitishwa kwenye mirija na inaingia kwenye utumbo mdogo. Hasa inapoingia kwenye utumbo mdogo, nyongo kazi yake inasaidia mmeng'enyo wa chakula hasa vyakula ambavyo vina mafuta inasaidia mafuta kuvunjwa vunjwa kwenye vipande vidogo vidogo, ambavyo vinaweza kumengenya vizuri zaidi na chakula, na vinaweza pia kufyonzwa vizuri pia na mwili pia. Kwa hiyo nyongo ni kama vile sabuni, ukifikiria kwa inasaidia zaidi. Ay, kama sabuni inavyosaidia nguo uh, kutakata au kutoa uchafu kwenye nguo, nyongo pia yenyewe inasaidia mafuta kuweza kumengenya vizuri. kwa hiyo Uh, nyongo kazi yake sio kulainisha chakula, maana kuna watu wengine wanafikiri kwamba nyongo, nyongo kazi yake ni kusaidia chakula kigumu. Hapana, sio chakula kigumu, bali ni chakula ambacho chenye mafuta ndio nyongo hasa huwa inasaidia hapo kumeng'enya. Sasa kwa nini mgonjwa wetu alipata, uh, mawe ya kwenye nyongo? So kama nilivyosema, nyongo ina vitu vikubwa sana vinne ambavyo ni cholesterol, bilirubin, chembe za manjano, bile salts, uh, au chumvi za nyongo pamoja na maji. Kwa hiyo vitu viwili hapa sana sana ndio zinasababisha gamawe. Cholesterol pamoja na bilirubin. So cholesterol mara nyingi mwili wetu unatengeneza cholesterol lakini, chocolate, no chocolate, pia sisi wenyewe chakula tunachokula pia huwa kina cholesterol. Kwa cholesterol ikizidi sana mwilini inaweza ikachangia pia mawe haya kutokea. Sambamba na hilo bilirubin yenyewe inatengenezwa seli nyekundu za damu zinapovunjwavunjwa vunjwa. So zinavunjwa either baada ya kuzeeka au kama kuna magonjwa kama vile sickle cell ambazo huharibu chembe za damu nyekundu na hivyo kusababisha kusababishwa kuvunjwavunjwa kwa rahisi zaidi. Kwa hiyo bilirubin hapo ndio inapoachiliwa chembe za damu za nyekundu zinapovunjwavunjwa. Kwa hiyo kwa mgonjwa wetu uh, lina yeye yeah, alikuwa na vitu kadha wa kadha ambavyo vinamwekea kwenye hatari ya kupata mawe kwenye nyongo. Jambo la kwanza alikuwa ni mwanamke, kwa hiyo wanawake wengi uh, wagonjwa wengi sana ambao wanapata uh, mawe kwenye nyongo ni wanawake ambao wanapata mara sita zaidi kuliko wanaume. Hii inasababishwa na hormone ambazo wanawake hutoa, so hormone estrogen pamoja na progesterone. So estrogen yenyewe husaidia kuongeza kiwango cha cholesterol kwenye mwili, na kama nilivyosema, cholesterol ni kati ya vitu ambavyo vipo ndani ya nyongo, ambavyo sasa vikiwa vingi sana vinasababisha mawe haya kujitengeneza, kuji lakini sambamba na hilo, kuna homoni nyingine ya wanawake ambayo inaitwa progesterone, ambayo hii kazi yake inasaidia kufanya so mtu ukiwa na progesterone basically inasababisha nyongo isi, isi yaani isitolewe kwenye mfuko wa nyongo kwa haraka zaidi, kunakuta mfuko wa nyongo unatunza nyongo kwa muda mrefu zaidi na hivyo kusababisha mawe kuweza kujitengeneza. Kwa wanaume tuna hizi hormone hizi lakini kwetu sisi zipo kwa kiwango kidogo sana. Ndio maana hatupati mawe kama uh, wanawake wanavyopata. Sambamba na hilo pia, kwa hiyo uh, uh, jambo hatarishi la kwanza ni kwa mwanamke. Jambo hatarishi la pili ni umri, so tunasema mara nyingi mawe huwakuta watu ambao wana umri wa miaka 40 na au kuanzia miaka 40 mpaka 49. Kundi hili linaonekana linapata mawe um, ya nyongo kwa kiwango kikubwa sana. Sambamba na hilo pia, watu wanawake ambao wamezaa, wanaonekana wanapata nyongo mara nyingi zaidi kuliko wanawake ambao hawajazaa lakini sambamba na hilo, kwa mgonjwa wetu Lina, alikuwa anataka kupunguza uzito, alikuwa anapunguza uzito na alikuwa anafanya vizuri actually, alikuwa anapunguza alipunguza uzito mwingi sana ndani ya muda mfupi, na hii kupunguza uzito mwingi ndani ya muda mfupi inasababisha ini kuachilia cholesterol nyingi sana kwenda kwenye nyongo na hivyo kusababisha kiwango cha cholesterol ndani ya nyongo kuongezeka na hivyo kusababisha mawe haya kutokea. Sambamba na hilo, watu ambao wanafunga muda mwingi au ambao wanakula kidogo zaidi, pia nyongo inabaki muda mrefu zaidi kwenye mfuko wa nyongo, na hivyo kusababisha mawe ya nyongo haya pia kuweza kutokea. Kwa hivyo ni kati ya vitu ambavyo Uh, vitu hatarishi ambavyo vinaweza vikasababisha uh, mawe ya nyongo kutengenezwa na kwa bahati mbaya mgonjwa na wetu Lina alikuwa navyo, um, karibia vyote. Kwa hiyo baada ya kuona shida kwamba kulikuwa na shida kwenye kongosho ambayo imesababishiwa na shida kwenye um, kwenye kwenye kwenye mawe ya nyongo. So mawe ya nyongo yanapoachiliwa yanaingia kwenye mirija ambayo inapeleka nyongo. So mirija inayopeleka nyongo inatoka kwenye ini inapita kwenye mfuko wa nyongo inakutana na mirija inayotoa maji kwenye, kwenye kongosho alafu inaingia kwenye mtumbo mdogo kwa so, kulingana na mawe ya ya yalipo ya, ya yalipo kwama yanaweza kasababisha shida kwenye kongosho shida na pia shida kwenye ini pia, lakini pia bakteria wanaweza wakapanda kwenye mirija hii na kuleta maambukizi ya bakteria kwenye njia hizi hapa za nyongo, na hivyo kusababisha madhara ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hiyo sasa, kwa mgonjwa wetu tulina uh, uzuri ni kwamba tuliweza kumpokea mapema. Kwa hiyo tuliweza kumpa drip, tukampa dawa za kutuliza ya maambukizi, yani antibiotics, uh, na baada ya hapo tukamwandaa kwa ajili ya kumfanyia upasuaji. Uh, mapema ndani ya masaa sabini na mbili ukifanya uh, upasuaji mapema ndani ya masaa sabini na mbili ya tatizo kuanza kutokea husaidia sana upasuaji kuenda vizuri zaidi, maana unakuta yale maambukizi au ile inflammation haijawa kubwa sana. Kwa hiyo kufanya upasuaji kwenye hilo eneo linakuwa ni salama zaidi, so tuliweza kumfanyia upasuaji na upasuaji ukaenda vizuri. Sasa baada ya upasuaji tulimshauri uh, uh, vitu vifuatavyo kuhusiana na lishe. Kwa hiyo uh, baada ya upasuaji mpaka siku ya kwanza baada ya upasuaji tulimshauri aweze kunywa chai, aweze kunywa maji, au aweze kunywa plain soup ambayo haina mafuta yoyote yale. Kwa hiyo siku ya pili mpaka siku ya tano aliweza kula uji, lakini pia kula wali viazi uh, mihogo au uh, ndizi za kuchemsha ambazo hazina mafuta. Alafu um, baada ya hapo kuanzia wiki ya kwanza mpaka wiki ya nne tulimshauri kwamba anaweza akala wali um, awali, uh, basic, chakula cha kawaida lakini ambacho hakina mafuta mengi sana, na kama ni mafuta, tulishauri atumie mafuta ya alizeti au mafuta ya olive oil. Alikuwa anatumia hayo kwa, kwa kiwango kidogo. Lakini pia tulimuelekeza kwamba kama akiona dalili za kujaa gesi tumboni, kuharisha, kupata maumivu yoyote ya yale, basi aweze kupunguza mafuta au kuyatoa kabisa. Lakini kama hawezi kupata dalili hizi, basi angeweza kuendelea na chakula chake kama kawaida. Vyakula ambavyo tulimzuia kwa muda ni pamoja na chipsi, vyakula vya kukaanga, lakini pia vyakula ambavyo vinatumia mafuta ya nazi ambayo yana kiwango cha mafuta kikubwa zaidi. Kwa hivyo so vyakula hivi tulimwambia asubiri kwanza mpaka uh, mwili utakavyoweza kuadapt vizuri, na baada ya hapo, mwili ukishakaa vizuri, basi angeweza kuendelea na chakula chake kama cha kawaida. Kwa hiyo mtu akishafanyiwa upasuaji wa kutoa mfuko wa nyongo, sio kama nyongo inaachwa kutolewa. Ini linaendelea kutoa nyongo kama kawaida, na nyongo inaendelea kutoka, kutoka kwenye ini kwenda kwenye utumbo mdogo kama kawaida. Tatizo tu ni kwamba uh, tofauti na awali ambavyo nyongo ilikuwa inatolewa kwa kiongo kikubwa mtu anapokula sasa hivi vinyongo inatolewa mfululizo. Kwa hiyo sasa inabidi kuwa makini na vyakula ambavyo vina mafuta. Unatakiwa ule vyakula ambavyo havina mafuta sana, ili at least kusaidia mengenyo wa chakula kwenda vizuri. Ukila vyakula ambavyo vina mafuta kwa, yani kwa wingi zaidi, unaweza eni, kile kiwango cha nyongo ambacho kinakuwa kina, kinatolewa mara kwa mara inakuwa ni kidogo sana kuweza kusupport uh, mengenyo wa vyakula ambavyo vina mafuta. I hope umejifunza kitu siku ya leo. Asanteni sana.